Taarifa kwa umma. Mahakama kuu yatoa ruhusa kufungua kesi dhidi ya msajili wa vyama vya siasa kwa kuchelewesha usajili wa chama cha Independent People's Party IPP. Ndugu wanahabari, leo tarehe 22 Januari, mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam imetoa ruhusa ya kufungua kesi ya msingi kwa ulalamikaji na bwana Andrew Fadhili Bomani katika shauri la kiraia namba 83, 86 la mwaka 2025 kupinga uamuzi wa msajili wa vyama vya siasa kuchelewesha kushughulikia ombi la usajili wa chama kipya cha siasa cha Independent People's Party, IPP. Kesi hiyo ambayo Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimefungua kwa niaba ya wateja wake hawa wawili inalenga kuilazimisha ofisi ya ya msajili wa vyama vya siasa kuishinikiza kutekeleza wajibu wake wa kisheria kuhusiana na ombi la usajili wa chama hicho lililowasilishwa tangu tarehe tatu Mei mwaka elfu mbili ishirini na tatu na hawajapatiwa majibu kwa muda mrefu sasa ni miaka mitatu inaelekea. Uamuzi huu wa mahakama ni, ni hatua muhimu ya kitaratibu inayothibitisha wajibu wa mhimili wa mahakama katika kusimamia matumizi ya madaraka ya kiutawala na kulinda haki za kikatiba na haki za kiutawala. Aidha, uamuzi huu unawaruhusu walalamikaji sasa kuendelea na usikilizwaji wa hoja za msingi zinazojadili uhalali, mantiki, haki na wajibu. LHRC imepokea kwa furaha sana uamuzi huu wa mahakama, na kesi hii inaibua masuala muhimu ya kikatiba, lakini pia sio kikatiba tu, pamoja na kisheria ambapo pale yanapogusa haki za kiraia na kisiasa. Ikumbukwe haki za kisiasa na kiraia ni haki za kikatiba na ziko katika e, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya ishirini na ishirini na moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki za kushiriki, inatoa haki za watu kujiunga na vyama na haki za watu kushiriki Kwa ni kwa hiyo LHRC tutaendelea kutoa taarifa kwa umma kuhusu hatua zote zitakazofuata baada ya kesi hii kuwa imeanza na mpaka itakapofika hatua yake. Asanteni sana kwa usikilizaji.